kila siku asubuhi Ayo TV ni kazi yake kuhabarisha habari zote ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya Tanzania, yakiwemo magazeti ya hard news, michezo pamoja na udaku. Na leo ikiwa ni siku ya Aprili mosi elfu mbili na kumi na saba, na kukaribisha sana ukiwa na mimi Ali Stupa na moja kwa moja tukiziangalia habari kubwa ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya Tanzania ambazo tutazisoma kwa ndani zaidi ni pamoja na habari inayosema serikali yalainika hoja katiba mpya. Ni habari ambayo inapatikana katika gazeti la Nipashe. Lakini pia Magufuli aipa mtihani mwingine Tanesco habari ambayo inapatikana katika gazeti la Nipashe. Na pia pigo zito, madokta waliomba ajira nchini Kenya. Simanzi, kifo cha mbunge Chadema. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zimeandikwa na gazeti la Nipashe. Lakini katika gazeti la Mtanzania, habari kubwa ambayo tutaangalia kwa ndani zaidi inasema Zitto, Chadema watifuana tena. Ni habari hiyo ambayo inapatikana katika gazeti la Mtanzania. Lakini pia juu ju, lijua kali ya simulia machungu ya jela. Ni habari nyingine ambayo pia tutaitazama katika gazeti hili la Mtanzania. katika gazeti la Mwananchi habari ambayo tutaiangalia inasema baada ya Nape sasa mawaziri nje ya panda na vile vile kuna habari inasema Tanzania na Ethiopia kushikamana kiuchumi ni habari hiyo ambayo inapatikana katika gazeti la habari leo. Na moja kwa moja tukianza na gazeti la Nipashe mwanga jamii kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele habari ambayo tutaiangalia kwa ndani zaidi inasema Magufuli aipa mtihani mwingine Tanesco, na habari hii inapatikana katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, na tukiangalia kwa ndani zaidi inasema Rais John Magufuli amelitaka shirika la umeme nchini Tanesco kuweka mikakati madhubuti ya kuzalisha umeme na kuuza kwa bei nafuu kama inavyofanya Ethiopia. Agizo hilo ni la pili baada ya hivi karibuni katika ziara yake ya kuzindua na kuweka jiwe la msingi katika mradi wa umeme wa msongo Mtwara na kulitaka shirika hilo kukata umeme kwa wizara au taasisi yoyote itakayokwepa kulipa bili za umeme. Rais Magufuli alitoa agizo hilo jana Ikulu jijini Dar es Salaam katika mazungumzo na waziri mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn aliyewasili nchini kwa ziara ya kikazi ya siku mbili. Rais Magufuli alisema waziri mkuu wa Ethiopia ameahidi kumpa umeme megawati 400, kwa ajili ya kusambaza nchini, na alisema umeme huo utasaidia shirika la umeme nchini Tanesco kujifunza kuwa kuna wengine wanaozalisha umeme na kuuza kwa bei ya chini kuliko inavyozalisha na kuuza kwa bei ya juu. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa tatu wa gazeti la Nipashe. Lakini tukiangalia habari nyingine, nasema serikali ya lainika hoja katiba mpya, waziri alisema sheria zimeanza kupitia kufanikisha mchakato na tukiangalia habari hii kwa undani zaidi nasema hatimaye serikali imekubali kugeukia mchakato wa katiba mpya kwa kuanzia pale ulipoishia, ili mwishowe kufanikisha jambo hilo. Kwa kuanzia, tayari serikali imeanza kazi ya kupitia sheria zote zinazohusiana na katiba mpya ili kuendelea na mchakato wa kuundwa kwa katiba mpya kuanzia pale ulipoishia. Waziri wa katiba na sheria Profesa Palamagamba Kabudi alieleza hayo wakati akifafanua hoja mbalimbali zilizoibuliwa na baadhi ya wajumbe wa kamati ya bunge ya sheria na katiba mjini Dodoma jana. Awali, tangu kuingia kwake madarakani serikali ya awamu ya tano chini ya Rais John Magufuli haikuwa ikijielekeza kwenye swala hilo kutokana na kile kilichokuwa kikielekezwa kuwa ni kunyosha nchi kwanza. Serikali ilianza kwa kushughulikia masuala mengine yalionekana kupewa kipaumbele zaidi, ikiwemo mapambano dhidi ya vitendo vya rushwa na ufisadi, na pia kufanikisha utoaji wa elimu bure kuanzia shule ya msingi hadi kidato cha nne kama ilivyo wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 25, 2015. Profesa Kabudi alisema hivi sasa serikali inapitia sheria ili kubaini utaratibu mzuri wa kufuata. Habari hii na pia unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa ndani wa gazeti la, la, la, la Nipashe. Habari habari nyingine inasema pigo zito kwa madaktari walioomba ajira Kenya, na habari hii kwa undani zaidi inasema ni pigo zito wakati madaktari zaidi ya 500 wakijitokeza kuomba ajira za idadi hiyo nchini Kenya hadi kufikia jana imebainika kuwa uwezekano wa kufanikiwa kwa mpango huo shakani baada ya mahakama nchini Kenya kuzuia mchakato wake. Taarifa hiyo mbaya kwa madaktari waliojitokeza kuitikia wito wa kuchangamkia ajira zenye uhakika wa nyumba na mshahara kuvutia nchini Kenya ilisambaa jana baada ya uamuzi uliotolewa na Mahakama Kuu ya Kenya divisheni ya kazi, ajira na mahusiano mbele ya jaji Nelson Abuudha ukizuia mchakato wa ajira kwa madaktari kutoka Tanzania kusubiri hadi kesi kesi ya msingi itakaposikilizwa Aprili 19 mwaka huu. Kesi hiyo ilifunguliwa wanachama cha madaktari nchini Kenya kikidai kwa nchi hiyo ya Kenya na madaktari 1400 ambao hawana ajira. Hivyo kitendo cha serikali yao kuajiri wengine kutoka Tanzania, Cuba na nchi nyingine ni kinyume cha katiba yao. Habari hii pia unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu ndani wa gazeti la Nipashe. Tukimalizia na habari nyingine nasema Simanzi kifo cha mbunge Chadema na habari hii kwa ndani zaidi nasema Simanzi na majonzi vimetawala miongoni mwa viongozi wa serikali wa bunge na wanachama kutokana na kifo cha cha mbunge wa viti maalum Chadema, Dr. Eli Macha. Dr. Macha alifariki dunia jana katika hospitali ya New Cross, Uingereza, alikokuwa amelazwa kwa ajili ya matibabu tangu kuanza kwa bunge la 11 na serikali ya awamu ya 5 chini ya Rais John Magufuli. Huyo ni mbunge wa pili kufariki dunia, wa kwanza alikuwa hafizi Al Tahir wa Dimani si sehemu, alifariki dunia ghafla mwishoni mwa mwaka jana mjini Dodoma. Na taarifa iliyotolewa jana na mkuu wa kitengo cha habari elimu na mawasiliano wa bunge Oweni Mwandumbwa ilisema Daktari Macha alikuwa nchini humo kwa shughuli za kifamilia. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa kirefu zaidi katika ukurasa huu wa nane wa gazeti la Nipashe. Habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe zinasema kuna ni habari ya michezo inaosema Yanga zidi ya adha mechi ya kisasi leo. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 32 wa gazeti la Nipashe. Tukilitazama gazeti la Mtanzania nalo kwa siku ya leo, kuna habari inaosema Zitto Chadema watifuana tena, mzozo huo mpya unaweza kutumiwa na CCM kuwaumiza Ukawa na kuinufaisha ACT Wazalendo. Na habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mtanzania nasema ikiwa ni takriban miaka mitano tangu mbunge wa Kigoma mjini Zitto Kabwe avurugane na Chadema ambacho kilikuwa chama chake, sasa hali hiyo inaonekana kurudi tena kupitia uchaguzi wa ubunge wa Afrika Mashariki EALA. Tofauti na awali ambapo walikosana na Chadema kwa kufukuzwa wanachama kutokana na kile kilichodaiwa ni kuandaa waraka wa mabadiliko ya 2013 sasa hivi ubunge wa EALA unaonekana kumvuruga tena mwanasiasa huyo wa Chadema baada ya kuandika barua kwa spika wa bunge akitaka utaratibu uliotangazwa na namna ya kupata wabunge ubadilishwe utaratibu huo mpya uliotangazwa unatoa nafasi kwa wabunge wa EALA wa mwaka 2017 kulingana na idadi ya wabunge wa kila chama kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano. Kwa mujibu wa mwongozo huo, kutokana na idadi ya wabunge wa vyama wa ya vyama wa kila chama, CCM imepata nafasi za wabunge sita kwenda EALA, Chadema mbili, kafu moja, huku ACT Wazalendo pamoja na NCCR Mageuzi vikiwa havina havina nafasi hata moja kwenye bunge hilo la Afrika Mashariki kutokana na kuwa na bunge mmoja kila mmoja hivyo kutokidhi vigezo. Kutokana na hali hiyo, Zitto ameliandikia bunge barua kutaka kamati ya kanuni za bunge ikutane kujadili uchaguzi wa wajumbe wa Tanzania kwenye bunge la Afrika Mashariki. Barua hiyo ambayo baadhi ya wachambuzi wa siasa wanadai inalenga kutaka utaratibu wa awali ubadilishwe ili chama cha Zitto sit wazalendo kimwingize mwanachama wake Profesa Kitila Mkumbo kugombea ubunge huo inasema mwongozo uliotolewa na bunge umekwenda kinyume cha mkataba wa jumuiya Afrika Mashariki. Wanasema endapo hoja ya Zitto ikikubaliwa ni rahisi zaidi wagombea wa Chadema wakakosa nafasi hizo na badala yake nafasi za upinzani kuiwakilisha Tanzania kwenye bunge la Afrika Mashariki zikachukuliwa na wagombea wa ST na wale wakafu. Hali hiyo inaelezwa kuchangiwa na wabunge wengi kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwani wasisi hivyo ni rahisi kuweka msimamo wa kuwapigia kura wale wagombea wa ST wazalendo na wale wakafu badala ya wale wa Chadema kutokana na hali ya kisiasa iliyopo nchini kwa sasa. Barua ya Zitto ya na Machi 28 lililoandikwa kutokana na tangazo la bunge kwenye gazeti namba 11 la Machi 17 lililotangaza uchaguzi huo na masharti yake ilisema mwongozo wa uchaguzi huo unavunja kanuni mbalimbali mbali, na kwamba kitakachofanyika sasa kitakuwa ni uteuzi na sio uchaguzi. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa nne wa gazeti la Mtanzania. Habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa huu wa nne wa gazeti la Mtanzania nasema, lijua kale asimulia machungu ya jela, ambapo kwa ndani zaidi inasema Mbunge wa jimbo la Kilombero Chadema Peter Lijualikali amesema licha ya mateso makali aliyopata akiwa gerezani lakini amefurahia kifungo hicho kwani kimempa heshima kubwa. Amesema anaona ni heshima kwa kuwa amefungwa kwa ajili ya kutumikia kura ambazo alizipata katika uchaguzi mkuu uliopita, na kwa sababu hiyo ni kama amepata shahada udaktari PhD. Lijualikali, ambaye aliachiwa huru juzi na mahakama kuu, ambayo ilitenguliwa kifungo cha miezi sita jela iliyotolewa na mahakama ya wilaya Kilombero, aliyasema hayo jana muda mfupi baada ya kutoka nje ya lango la gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam alikokuwa akitumikia kifungo hicho. Kuhusu mateso aliyoyapata akiwa kifungoni, alisema yeye na wenzake walikuwa nafanyiwa vitendo vya kikatili ikiwa ni ikiwa ni pamoja na kupigwa na rungu lililobatizwa jina la Trump. Akieleza hali ya ubaya wa chakula cha gerezani alitolea mfano wa chakula cha dagaa ambao wa, ambao akiwa kyo ameosha kiwango cha mchanga ni nusu kikombe. Tulikuwa tunakula ugali wa dona ambao kwa watu wa kawaida huwezi kula kwa kwa sababu umechanganywa na magunzi alisema, na alisema pia ndani ya gereza hilo kuna eneo linaitwa sitakishari ambalo hutumika kutesea wafungwa alisema. Akishuhudia alimwona mfungwa mwenzake ambaye alipigwa katika eneo hilo kiasi cha kutambaa. Akizungumza uhusiano wake na maafisa wa magereza, alisema kitaasisi ilikuwa ni mbaya, japo kwa askari mmoja mmoja alikuwa akizungumza nao pasipo shida. Ni habari ndefu kabisa hii ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa 4 wa gazeti la Mtanzania. Habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mtanzania zinasema mahakama Kenya zuia madaktari 500 wa Tanzania ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa tatu. Lakini pia mgonjwa wa kwanza siko sela apona ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu. Na vile vile kuna habari inasema Magufuli, waziri mkuu wa Ethiopia watoa tamko zito mto Nile. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika gazeti la Mtanzania na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo tukiangalia nalo kwa ni habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi katika ukurasa wa nne, gazeti la Mwananchi nasema, ingawa wengi walishangaa Rais John Magufuli alipotengua uteuzi wa mikutano yake ndani ya chama na serikali kitonga hakuwa na nguvu ya kuweza kushtua watu kutokana na kuvuliwa uwaziri, lakini kwa kijana aliyekulia ndani ya CCM aliyejitoa kukipigania chama hicho aliyediriki kuwa mstari wa mbele kushambulia walionekana maadui wa chama na hata kuwasema hadharani mawaziri walionekana kwa mizigo, uamuzi wa kumwengua umeshtua wengi, si kwa kushtua pekee, bali unaonekana kutuma ujumbe kwa mawaziri wengine kuwa lolote laweza kutokea na napenaya katika mabadiliko baraza la mawaziri na Magufuli, pita, na dhifa wake, wa katika mabadiliko madogo ya baraza la mawaziri yaliyofanywa na Rais Magufuli takriban wiki mbili zilizopita, na alivuliwa wadhifa wake wa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo aliyoshikilia kwa takriban mwaka mmoja. Wakizungumza swala hilo, baadhi ya wasomi walisema kuachwa kwa Nape ni tahadhari mawaziri wengine kuwa makini na rais iwapo wanataka kuendelea kudumu madarakani. Hakuna mtu aliyejua wa chama wala hakuna aliyejua serikali, hata kama umefanya kazi kiasi gani, ukienda kinyume usishangae linakupata ku, lina alisema Salimu Hamadi ambaye ni mhadhiri wa sayansi ya siasa wa chuo kikuu huria cha Tanzania. Mhadhiri wa chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine Profesa George Shumbusho alisema Nape ni kiongozi wa serikali, hawezekani a, aipinge hadharani akabaki. Na unaweza kuendelea ku, ku, kupata maoni mengine wa bunge ambao wamezungumzia kuhusu kuhusu habari hii ni habari ambayo naweza kuendelea kusoma katika ukurasa huu wa 4 wa gazeti la Mwananchi. Habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa ambao gazeti la Mwananchi zinasema, mahakama kuu ilivyosaidia kesi za wapinzani, ni habari ambayo naendelea katika ukurasa wa tatu. Lakini pia kuna habari inosema, mbunge wa Chadema afariki dunia Uingereza, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu. Lakini pia Jagopo, Jacob Zuma afuta kazi mawaziri 15, mshauri wa Trump wataka kumwaga mboga. Lakini ni habari hizo za kimataifa ambazo naweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi.

Ni, ni, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 8 na 9. Vile vile katika ukurasa wa pili kuna habari nasema mbunge wa Chadema asema ni heshima kukaa gerezani. Ukurasa wa pili nishati. Ni gazeti hili la habari leo. Vile vile kuna habari zinasema JPM spika wamlilia mbunge Eli Macha ni habari mwanaelewa katika ukurasa tatu na Profesa Kabudi aanza na katiba mpya. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zimeandikwa kwa kirefu zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la habari leo na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Tukilitazama gazeti la Tanzania Daima Sauti ya Watu pia kwa siku leo katika ukurasa wa mbele kuna habari zinazosema Sumaye asema JPM havumiliki, lijua likali asema alitishwa bastola

Kama nape habari hii inapatikana katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Tanzania Daima. Bandarini kwa fukuta, wafanyakazi mia mbili watishia kuacha kazi, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano. Lakini pia mbunge wa CCM wa mchokono wa rais, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne. Madaktari wa kigeni marufuku nchini Kenya, ni habari ambayo imeandikwa katika ukurasa wa pili. Vile vile mbunge wa Chadema fariki dunia, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa sita. Na habari za michezo kwa siku ya leo, kuna habari inasema Samata au Lulu Ujerumani. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo anaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Tanzania Daima. Tukimalizia na magazeti ya Hard News na gazeti la Uhuru kwa siku ile katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema neema zaidi ishukia Tanzania yasaini mikataba mitatu ya ushirikiano. Ni habari hiyo ambayo anaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Uhuru. UVCCM yasema ole wenu watu wa Arusha, ni habari pia hiyo nyingine ambayo anaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa 4, lakini kuna habari inasema treni kwenda DRC Burundi ya zinduliwa. Ni habari hizi zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika gazeti la Uhuru na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Tukiingia katika magazeti ya Udaku kwa siku ya leo tuna gazeti la Sani pamoja na gazeti la Risasi, ambapo gazeti la Sani kama mnavyoona katika ukurasa wa mbele kuna habari tu nyingi za Udaku, lakini katika ukurasa wa nyuma vile vile kuna habari tu nyingi za Udaku na habari hizi zote kwa siku ya leo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Sani. Gazeti la Risasi kwa siku ya leo nalo katika ukurasa wa mbele kuna habari tu nyingi za Udaku kama mnavyoziona, ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani lakini katika ukurasa wa nyuma vile vile kuna habari tu nyingi na habari hizi zote kwa siku leo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa za ndani wa gazeti hili la Risasi. Tukimalizia na magazeti ya michezo, tuna gazeti la Champion, gazeti la Mwanaspoti pamoja na pili la Champion, Kaseja tibua mipango ya Simba Kagera, ni habari nyingine hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi. Vile vile ulimwengu ipo tayari kwa mapambano, kesi Tambwe wamlazimisha kama sokwe acheze. Lakini pia kuna habari unasema nyasi sasa za wapasua vichwa viongozi Simba, na habari za kimataifa inasema Madrid Man United baba lao kwa fedha. Na katika ukurasa wa nyuma gazeti la Champion kuna habari unasema Madrid Man United baba lao dunia nzima, ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa nyuma. Lakini Jose Mourinho atafuta kazi nyepesi na vile vile wenga sema lawama zote ni peni mimi. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa nyuma gazeti la Champion na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Bingo katika ukurasa wake ambao limeandika mtashangaa, ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa pili, ambao unaweza mtashangaa, Azam zidi ya Yanga ni habari hiyo kubwa, okwe gukia Simba kutua Jangwani ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. Vile vile kuna habari unasema Simba kagera hapa toshi na habari kimataifa inasema Mourinho amchana Pogba amtaka kuachana na biashara katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Bingwa kuna habari nasema hapa kazi tu Mourinho amtokea Pogba amtaka kuachana na biashara, ni habari inaendelea katika ukurasa 23. Lakini pia sanamu ya Ronaldo ya washangaza wa mashabiki ni habari inaendelea katika ukurasa 23, na Arsenal dhidi ya Man City, ni usiingilie, ni vita ya top 4. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa 23 wa gazeti hili la Bingwa. Habari nyingine na makocha wa, vi, wa viungo Argentina, Mponda Messi na vile vile kuchini akataa kutua Barcelona. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika gazeti la Bingwa. Na gazeti la Mwanaspoti limeandikwa Okwi kaja kweli, ni habari kubwa hiyo ambayo naweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili. Vile vile Yanga kutana na Zengo Taifa, ni habari ambayo naweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi. Na habari ya kimataifa nasema Jose amchenjia, amchenjia Pogba katika ukurasa wa nyuma gazeti la Mwanaspoti kuna bado, nasema Jeuri Mourinho amtonishia kifua Zlatan, na ni habari hii ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa kirefu zaidi katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti la Mwanaspoti. Na kwa siku ya leo ya Jumamosi ndipo tumefikia tamati katika uchambuzi wa magazeti, lakini kwa habari zetu nyingine za uchambuzi wa magazeti unaweza kuungana na mimi kwa siku ya kesho, na habari zetu nyingi zaidi unaweza kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo na usisahau pia kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo jina langu naitwa Alice Tupa.